Abakantu musem, Enyi mlioamini, mcheni Mola wenu, mcheni Mwenyezi Ucha Mungu ni jambo gani? Ucha Mungu si mambo mengine. Mtu anapokuwa Muislamu, anapoingia ndani ya Uislamu, inabidi ashikamane na masharti ya Uislamu. Atakaposhikamana na yalee masharti ya Uislamu, yule ndiyo amekuwa mcha Mungu. Hakuna mbali na uchamungu. Ukiona mtu si mcha Mungu, maana yake ameputiwa na vitu, amekoselea vitu ndani ya Uislamu. Kuna vitu ambavyo havitimizi katika Sh uchamungu ni kushikamana na yale ambayo ya Allah subhanahu wataala ameamrisha na kukataa ya yale ambayo ameharamisha. Huo ndio Uislamu na huo ndo uchamungu. Alafu Allah subhanahu wataala kaongezea hapo mbele na kusema, wala tamutuna wala tamutuna illa wa antum wala mauti asiwapate au wala msife isipokuwa ninyi Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, kifo ukiangalia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema umuche, wala usife, wala usife isipokuwa wewe ni Muislamu. Hilo jambo la kufa inabidi unazingatia sana, ijapokuwa mmoja wetu atakufa

Usijione mimi ni mwanaume, mimi ni mwanamke nitakufa nini baada ya kuzaa watoto wawili ama nitakufa baada ya kuoa ama mimi siwezi kufa kabla sijaoa ama mimi siwezi kufa kabla sijaolewa ama mimi siwezi kufa kabla sijafanikiwa. Ndio unafanya kazi na bidii kutafuta kuta, kuta, kuta, kuta, mafanikio, lakini augalia kwamba kifo kinaweza kukuta kwa baada utafuta ile mafanikio. Tumuombe Allah Unapoogopa kitu fulani, unapoogopa kitu ama unapoogopa, unapoogopa mtu inabidi umtii, inabidi ufanye yale ufaniaa Ma, ili ufanikiwe ndani ya maisha, ili ili maisha yao ya mbele, ili upate kuwa mtu mzima, ama ili upate kufanikiwa, ama ili upate kuwa tajiri, inabidi uandae hapa duniani, ujiandalie kwanza ukiwa mtoto, hivyo hivyo ariaa alafu ndani ya Uislamu si hivyo. Maisha ya duniani yanapita haraka, maisha ya duniani si kitu, ila mchezo mtu. Ijapokuwa Muislamu yeye huwa anaandaa maisha yake ya akhera, maisha yake ya kaburini, maisha yake ya kesho, maana hapa duniani hatuna muda mwingi, hapa duniani tu ni muda mchache. Ishi duniani kama msafiri. Mtume anasema ishi duniani kama msafiri, umekuja ata, ata, ata, na unapita. Mtu ambaye ni msafiri, akifika hapa msikitini ata- ataanza kukontrol hapa, ataanza kuuliza maswali, ataanza kujishughulisha na ambaye ni msafiri ambaye ni mgeni akifika hapa siku mbili atamaliza siku tatu, tunamkirimu na anapita hivyo. Ndo Mtume anasema tuishi, tuishi ndani ya dunia kama wasafiri, ambao hatuna mida nyingi hapa duniani. Ujue kuna mahali ambapo unaenda, kuna mahali ambapo uko na malengo ya kuenda mahali fulani. Nao ni wapi? u tabadi hapa, hakuna mtu ambaye atakufia hapa hakuna mtu ambaye atakaukia hapa. Kila mtu atayonja mauti. Nadhani kila mtu hapa anamjua Raila. Raila ni mwanasiasa mkubwa Kenya, ametambulika ndani ya Afrika, anajuliwa mahali popote ndani ya Afrika, amejulikana ni kiongozi mkubwa ama ni mwanasiasa mkubwa, alikuwa na hela, watu walikuwa namjua ni mtu mzuri, alikuwa na wafuasi wengi sana.

jitahidi ya kwanza lakini, kwa, kwa mauti hayachague mkubwa, mauti hayachague mtu, mauti hayachague mtoto. Kuna watu ambao wanazaliwa papo hapo wakafa, kuna mtu ambaye anazaliwa baada ya miezi miwili mitatu akafa, kuna mtu ambaye anazaliwa kijana akafa, kuna mtu ambaye ali, kifo hakichagui, kifo ni muda. Rais wa Tanzania wa, nayekai sasa, alikuwa president mzuri ambaye alipokufa, sijui Afrika yote walilia. Alikuwa ali, ali, president mzuri sana, alikuwa anasaidia watu vizuri, alikuwa na moyo mzuri, kila mtu anamjua sasa hivi. Sio tu ukifanya matendo mazuri unakufa haraka, sio tu ukifanya matendo mabaya, tukifanya matendo ukifanya kufa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kifo kuja kwa mtu akichelewi na kifo kuja kwa mtu akikuja haraka, kifo hukuja kwa ule muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Hatujui ni saa hizi, hatujui ni baada ya leo, hatujui ni muda gani. Mimi naweza ondoka, wao naweza ondoka, alafu ni kuangalia je, kule nitakapoenda itakuwa vipi? Tusiwe kama makafiri, tusiwe kama makafiri. Baadhi yao wanadhani kwamba baada ya maisha ya hapa hakuna maisha tena, wanadhani kwamba baada ya maisha ya hapa huko kaburini ni kupumzika. Wanadhani baada ya hapa kuisha kabisa, lakini muislamu na bidaza baada ya hapa kuna maisha sasa, kuna maisha marefu. Jiulizei yule aliyeku nataka kazi okay, na kubye, kubye, kubye, kufanya kazi fulani, ukaenda kuuliza mtu akupe shauri, jamani, mimi nataka kufanya kazi fulani nifanye nini ili nifanikiwe? Atakwambia, ili ufanikiwe upate mafanikio bora zaidi, fanya hivi na hivi na hivi na hivi, atakuonyesha njia nzuri zuri kama alafu tunajua kaburini kuna mambo mawili, au iwe shimo kati mashimo za Jehanamu, ama iwe ja iwe jana ama bustani kati mabustani za pepo. Tunajua yale mambo mawili, lakini sisi sote Waislamu tunataka kuingia katika ya kaburi ambayo inaweza kuwa bustani katima, katima mabustani za jana, lakini hatufanye yale mambo ambayo yanaweza tuingiza katika i shida. Tujitahidi ndugu zangu Waislamu, tujitahidi ndugu zangu Waislamu, huko kuna maswali, huko kuna vitu vingi sana, ambaye kama si muumini hataweza ut, kama si mtu ambaye anaucha Allah, subhanahu wa ta'ala, hataweza ut. Huwezi kujificha na mauti, huwezi mahali popote, hata sikuseme si ni mgonjwa. Tusiwe kama waswahili ambao, ukiulizwa fulani amekufa eh, fulani amekufa, unaanza kuuliza kwani alikuwa na nini? Nasema ah, kwani ulikuwa kama ana sukari, alafu wewe ukaenda kujipima. Sawa, kwenda kujipima. Ah, mimi sina sukari, manake kufa si haraka. Tusiwe hivyo jamani. Kufa si hahitaji kuwa na magonjwa, kufa haihitaji kuwa inakuja haraka haraka. Saidina Ali anasema almauti yaati baghtatan, mauti hukuja ghafla ghafla, yani mauti hukuja kwa muda ambao hujapangilia. Mauti hukuja kwa mtu ambaye hajajiandaa, yani ndio mauti. Alafu Muislamu, inabidi uwe unajipanga unajua ni kuna mali nzuri ambaye nikikufa sasa yatampendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini usiwe mtu ambaye ujiamini kabisa. Kila mtu anajua moyo wake, kila mtu ni shahidi wa moyo wake. Kila mtu anajua saa hizi mimi ni Muislamu, nikufa saa hizi ni janna, nikikufa saa hizi kwa rehema za Allah nitaingia janna. Lakini kuna wale ambao hawajiamini, anajua, najua saa hizi mimi nikufa, nikikufa saa hizi ni motoni daima Tusiwe hivi, kuna tauba, kuna kuna vitu vingi, tuna fursa nyingi ndani ya Uislamu, tuna fursa nyingi ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia ndani ya Uislamu ili tuingie janna. Saidina Ali aliposema al-mauti ya'ti baghatan wal-qabru sunduqul 'amal, mauti hukuja ghafla ghafla, yani mauti hukuja haraka haraka, mauti hukufa yani kwa kitu cha a kitu cha kushtukisha, yaani hayaji mtu mauti, hayana, hayana hayana salamu. Mauti hukuja kwa muda wowote, mahali popote, ndani ya kitu chochote. Aina ainama takunu yudrikkumul mauti, mahali popote mtakapokuwa, yatawafikieni au yatawapateni mauti Huwezi kujifita, inaenda hospitalini. Kuna watu ambao wamekuwa na hela, wamekuwa matajiri, kila baada ya wiki kama kila baada ya mwezi anaenda kama Saudia, anaenda kama Ulaya, anaenda ndani ya nchi ambao kuna madaktari na madaktari, wanaenda amili wake wanampatia, wana bidhaa, anakuambia hii bidhaa itakulinda kwenye huu mwaka, tena baada ya huu mwaka tena. Kuna watu ambao ni washezi mashuhuri sana, au wamwamini au Allah subhanahu wa ta'ala, wataala naana maisha, tujue Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kutuondolea maisha, usio wale wanaoamini kwamba ukienda vitani umejikaribishia kifo, ama ukibaki mjini umejiepusha karibu na kifo. Hapana, kufanya bidii katika kila kitu kwa ajili ya Allah haujajikaribisha kika karibu na kifo. Kifo ni hiyo hiyo muda kila kitu hapa duniani tunachokipitia kinatoka kwake Allah subhana wataala. Alafu tujitahidi katika jambo la kucha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutambua kadari zake Allah subhanahuwataala wayukabu sunduku la amal. Na kaburi ni sanduku, yaani ni ni boksi fulani ya kuweka amali zetu ambazo tumezipitia hapa duniani. Utajiuliza, je, a hapa duniani tumekufa kuna kuhesabiwa. Hiyo kaburi inahifadhi hizo amali zako ulizozifanya mpaka siku ya Kiyama. Nani anajua Kiyama itakuja lini? Siku ambayo mtu atamkimbia mwanaye, mtu ambaye atamkimbia babaye, kila mtu atakuwa kwa ajili yake. Alafu hiyo kaburi itahifadhi amali mali zetu mpaka siku ya Kiyama. Alafu kama alikuwa na amali njema, hizo amali zako zitaendelea, zitaendelea, zitaendelea. Wanasema wanas kulikuwa kuna swali, kama ulikuwa unafanya njema, kati ya kama baada ya mwaka mmoja unasaidia mayatima, kabla ya mwaka mmoja unasaidia mama yatima, ukikufa, au wapendelea kukupa hiyo thawabu? Kabla ya mwaka mmoja anakuongezea mpaka siku ya kiyama, yale mema uliokuwa ukiyafanya yanakukuta huko huko kaburini. Kila kitu kitaisha hapa duniani, mali itaisha, wa mke wako utamwacha akaolewa hata na mwanamke mwingine, watoto wako utawaacha mali zao aza hata mtu akazikwa na fedha akazikwa na dhahabu mtu azikwe na, na kitu chochote cha, cha thamani hapa duniani, maiti yake utafuka, kaburi lake utafutwa, anatolewa humo ndani, hizo dhahabu zinachukuliwa, anaachwa huko. Mtu tumche Allah, subhanahu wa ta'ala, tuiogope, tusiwe watu tusiwe watu ambao tunapenda utakapoogopa kitu hapa utakuwa na oga. Utakapoogopa kitu utakapokuwa na oga ya mauti, utajianda, maana, mauti utajiandaa, maana najua mauti naweza nipata mda yoyote hata nijiandae niwe na amali njema, ili nikifa niende sijui. Naweza kuuliza swali hapa duniani ni je, nijee, nani atakayeishi ama nani atakayeishi hapa maisha ya yaani ya, aishi ya hapa kabisa ama nani ambaye alikuwa tangu na tangu tangu tangu wa kinaada? Ni vipi ambavyo tumepata ndani ya Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala alizungumzia kama ala, kulikuwa na kinaadam, kulikuwa na kinaisa, kulikuwa hakuna mtu ambaye ameshuhudia, hakuna mtu ambaye ameona ambaye ako sasa. Alafu unajua sasa na wewe utakufa, pale utakapokufa utaenda wapi? utakapojiuliza hilo swali Ndugu zangu Waislamu uh, siku ya leo tumezungumzia kuhusu mauti. Mauti ni jambo ambalo huwa likikupata ndio mwisho wako hapa duniani. Mauti ni jambo mbaya sana ambalo inabidi kila mwislamu ajiandae na kila mwanadamu ajue kwamba litamfikia, na mauti huja ghafla ghafla Almauti yati bakhtatan, mauti hukuja hafla hafla, yani hukuja kwa kwa mida zozote mahali popote, muda wowote, kwa mtu yeyote, mauti hukuja. Alafu tumuche Allah subhanahu wa taala ili tupate mambo mazuri kaburini. Tumuche Allah subhanahu wa taala ili tuone kheri ndani ya kaburi zetu.